Unahitaji dawa ya bei rahisi itakayokusaidia kuziba majaba ndoo matenki ama mabati? kama ni ndio, basi karibu Linarafa Portable and Accessories, kwa sababu tuna dawa tofauti tofauti ambazo zitakusaidia kuzibia ndoo jaba matenki ama mabati. Kumbuka dawa hii utanunua kwa bei rahisi, lakini matumizi yake ni makubwa mno. Ngoja nikufafanulie kidogo kuhusu hizi tepu, zina ukubwa tofauti tofauti pamoja na bei pia ziko tofauti tofauti. Ya kwanza kwa ukubwa ina urefu wa mita tano na upana sentimita ishirini hii bei yake utapata kwa elfu arobaini tu. Ya pili kwa ukubwa ina urefu wa mita tano 5 na upana wa sentimita kumi na tano hii yenyewe inapatikana dukani kwetu hapa kwa elfu thelathini tu. Ya tatu kwa ukubwa ina mita tano na upana wa sentimita kumi bei yake ni 2500 tu. ya yani nne na ya mwisho kwa ukubwa ina urefu wa mita tano na upana wa sentimita tano, bei yake ni 1500. Dawa hizo utanunua kulingana na ukubwa wa tatizo lako linalokusumbua. Tunapatikana Morogoro mjini, mji mpya, karibu na kanisa la KKT. Ndawa zetu zitakufikia popote pale ulipo Tanzania. Kikubwa ni mawasiliano, tupigie simu namba 0655892525, 0655892525. Tunapatikana Morogoro mjini mji mpya karibu na kanisa la KKKT. Karibuni sana, Linarafa portable and accessories. Huduma zetu ni za uhakika asilimia mia moja.